Hali ya kisiasa nchini Tanzania ni moja ya jambo kubwa ambalo bado linazua wasiwasi mkubwa kimataifa kufuatia bunge la Ulaya kuketi siku ya jana huko Brussels nchini Ubelgiji kujadili hali ya kisiasa, uminywaji na ukandamizaji wa haki za binadamu, pamoja na matukio mbalimbali ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 nchini Tanzania, huku taifa hilo bado liko na majeraha makubwa ya kuwapoteza wapendwa wao. Bunge la Umoja wa Ulaya kupitia kwa viongozi wake walitoa kauli mbalimbali mbali siku ya jana, ikiwa ni sehemu ya kulenga hatua kadhaa dhidi ya serikali ya Tanzania, na baadhi ya kauli hizo zikilenga kuinyima misaada pamoja na uwajibishwaji wa wale wote waliohusika katika matukio ya kuruhusu vifo vya waandamanaji. Bunge la Ulaya limefikia azimio kuhusu mauaji baada ya uchaguzi na kuzorota kwa hali ya haki za binadamu Tanzania, pamoja na kesi ya kiongozi wa upinzani ambaye anaendelea kushikiliwa ndugu Tundu Lissu. Kwa mjibu wa bunge la Ulaya, walitoa maazimio kadhaa kwa kuzingatia kanuni ya mia moja na hamsini kifungu kidogo cha tano na cha mia moja thelathini na sita kifungu kidogo cha nne cha kanuni zake za utendaji. E, ikizingatia kwamba uchaguzi wa Oktoba ishirini na tisa elfu mbili na ishirini na tano nchini Tanzania ulikosolewa sana na misheni za uchunguzi wa uchaguzi wa kikanda barani Afrika ikiwa ni pamoja na Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC. Ikizingatia kwamba Umoja wa Ulaya haukualikwa kupeleka misheni ya uchunguzi wa uchaguzi. Ikizingatia kwamba uchaguzi huo ulifuatwa na maandamano makubwa na ukandamizaji wa kikatili na vikosi vya usalama, ukijumuishwa na matumizi ya nguvu haramu na kupindukia, yaliosababisha vifo, majeraha na ukamataji wa watu wengi. Ikizingatia kwamba mamlaka ya Tanzania ilitangaza amri ya kutotoka nje na kuzima mitandao na vyombo vya habari kitaifa ili kuzuia upatikanaji wa taarifa, ikizingatia kwamba viongozi wa upinzani Tundulisu na Luaga Mpina walizuiliwa kushiriki uchaguzi, ikizingatia kwamba Lisu alikamatwa tarehe tisa Aprili elfu mbili na ishirini na tano na kushtakiwa kwa uhaini, kosa linaloadhimishwa kwa adhabu ya kifo chini ya sheria za Tanzania, ikizingatia kwamba bado yupo kizuizini chini ya mazingira yanayohatarisha maisha yake, ikizingatia kwamba viongozi wengine wa upinzani na wakosoaji walikamatwa kiholela au kulengwa katika msururu unaoendelewa wa utekaji nyara na kupotea, ikiwa ni pamoja na Humphrey Polepole ambaye Human Rights Watch inayeripoti amepotea. Ikizingatia kwamba hali ya haki za binadamu inazoruta na nafasi ya kiraia inapungua nchini in Tanzania inapingana maadili ya msingi wa umoja wa Ulaya na kanuni zinazounda sera yake ya nje. Ikizingatia kwamba viongozi wa dini za Kikristo na Kiislamu nchini Tanzania wamelishutumu serikali kwa matumizi ya jeuri. Kwanza, bunge la Ulaya linalaani jeuri na matumizi ya nguvu kupita kiasi na vikosi vya usalama vya Tanzania baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025 ambayo ilisababisha maelfu ya vifo, majeraha na ripoti za makaburi ya raiki. Linalaani kukana kwa serikali makosa hayo. Pili, linatoa wito kwa serikali ya Tanzania kusitisha mara moja ukandamizaji na ukamataji wa kiholela wa wanachama upinzani Waandamanaji waandishi wa habari na watetezi wa haki za binadamu kuachilia huru wote waliokamatwa kiholela na kuondoa vizuizi vyote vya mtandao na vyombo vya habari. Linalaani kizuizi cha kiholela cha kisiasa cha kiongozi wa upinzani Lissu, linatoa wito waachilia huru mara moja na bila masharti, linaeleza wasiwasi mkubwa kuhusu mazingira mabaya aliyonayo. Linatoa wito uchunguzi wa haraka wa, wa kina, huru na usio upendeleo kuhusu madai yote ya mauaji ya utekaji nyara, mateso na ukiukwaji mwingine na linasisitiza uchunguzi huu ufanywe na utaratibu wa nje na, na wa kuaminika, ikiwa ni pamoja na tume ya kimataifa inayoongozwa na Waafrika ili kuhakikisha uwajibikaji. Linaonyesha wito wa bunge la Ulaya na tume kusitisha msaada wa moja kwa moja kwa mamlaka ya Tanzania. Linatoa wito wa umoja wa Ulaya kuwapa kipaumbele mashirika ya kiraia, watetezi wa haki za binadamu na waandishi wa habari. Linatoa wito baraza lilizingatia vikwazo dhidi ya wale wanaohusika na ukiukwaji huo. Linatoa wito Tanzania ifute adhabu ya kifo na ibadilishe hukumu zote za kifo. Linaona uchaguzi wa hivi karibuni haukwa uhuru wala wa haki. Linatoa wito kwa Tanzania ianze mazungumzo ya kisiasa yanayojumuisha upinzani, mashirika ya kiraia na wawakilishi wa wanga, ili kutatua mgogoro na kuwezesha uchaguzi mpya wa kuaminika wawazi linaagiza rais wake kupeleka azimio hili kwa serikali na bunge la Tanzania, baraza, tume, makamu wa rais, wakilishi mkuu wa sera za mambo ya nje na usalama, umoja wa Afrika, jumuiya ya Afrika, Karibia na Pasifiki, Sadiki, na umoja wa mataifa. Hayo ni baadhi ya maadhimio ambayo ilifikiwa na bunge la Ulaya dhidi ya serikali ya Tanzania kufuatia kadhia mbalimbali ambazo zilijitokeza katika uchaguzi mkuu uliotamatishwa majuma kadhaa yaliyopita.